Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tuangalie kwa habari ya kwa nini Yesu Kristo aliponya watu. Kwa nini Yesu Kristo alifungua watu, alifungua watu viwete vi, vipofu wakapata kuona, viziwi wakasikia, mabubu wakasema, e, magonjwa yakaondoka, pepo akatoka. Kusudi kuu la Yesu Kristo lilikuwa ni nini katika kuponya watu? Kwa nini aliponya watu, na kwa nini akatuachia pia jambo hili kama ishara ya watu ambao wameamini? Wapendwa katika Bwana, kuna dhumuni gani ambalo Mungu alikuwa nalo katika kuponya watu? Kuna kusudi gani ambalo Mungu alikuwa ameliandaa katika kuponya watu, katika kufungua watu, katika kutoa watu kwenye giza, katika kuongoza watu kwenye kweli yote ya Mungu? Mungu kulikuwa na kusudi gani ambalo Mungu alikuwa ameliandaa Nataka leo tukaja tukaliangalia jambo hili na jambo hili linafanana sana na lile swali ambalo watu wengi huwa wanajiuliza kwamba ni kwa namna gani Yesu alifanya aliwaambia alif, watu kwa mifano, au kwa nini alisema nao kwa mifano Tulio na wanafunzi wake walimuuliza Yesu Kristo katika ile Mathayo 13 mstari wa 10 mpaka wa 13, wakamuuliza Yesu, Bwana, kwa nini unasema nao kwa mifano? Akasema mstari wa 13, aliwajibu akawaambia, nasema nao kwa mifano kwa sababu watu hao wakisikia hawasikii, wakitazama hawaoni. Kwa hiyo ni vipofu, ndio maana anasema nao kwa mifano ili niwatoe kule kwenye giza niwalete kwenye nuru. Ndio maana akasema nao kwa mifano, mpendwa. Na je, kuna watu wanaamini bila kuwepo ishara za Mungu au kuwepo ajabu za Mungu au kuwepo uponyaji au kuwepo mambo mengine, viwete kutembea, vipofu kuona, mabubu kusema, vizii kusikia? Je, kuna watu wanaamini bila hizo ishara zote kuwepo? Wapendwa katika Bwana, majibu ya maswali yote haya tutaenda kuyangalia katika video hii, pendwa katika Bwana, katika mada hii tutaenda kuviangalia vipengele vitano, mambo matano ya msingi katika Yesu kuponya watu, katika Yesu kufungua watu, katika Yesu kuja duniani, katika Yesu kufanya hizi kazi, kwa nini afanye kazi. Tutaenda kuangalia mambo haya matano. Jambo la kwanza, dhumuni la Yesu Kristo kuja lilikuwa ni nini? Jambo la pili kwa nini Yesu Kristo afanye kazi? Kwa nini aponye watu? Kwa nini afanye vitu vyote hivi? Jambo la tatu, utukufu katika kazi alizokuwa anazifanya. Jambo la nne, imani katika kazi alizokuwa anazifanya. Jambo la tano, maonyo juu ya kutafuta ishara na kutafuta zile kazi ambazo alikuwa anazifanya. Tukaangalie anamaanisha nini Yesu Kristo katika kuja kwake na kufanya kazi kwake. Mpendwa katika Bwana, basi ungana nami katika chaneli yetu hii ya trust the gospel, tuiamini Injili. Wakati umekwisha, bila kupoteza wakati twende tukajifunze zumuni la Yesu Kristo kuja duniani na kuanza kuponya watu. Wapendwa katika Bwana, unajua kabla tujenda kuangalia kwa nini Yesu anaponya watu, lazima tujue kwanini kwanza alikuja. Kwanini alikuja? Wapendwa katika Bwana, katika kitabu cha Yohana tatu ule mstari wa 16 Bibilia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mpendwa katika Bwana. Kusudi kuu la Mungu kuja duniani lilikuwa ni kuwafanya watu waweze kuokolewa, wote wamwaminio waweze kuokolewa wasipotee waweze kuokolewa, ndilo lilokuwa kusu, kusudi hilo kubwa. Kwa katika kusudi hilo la Mungu, basi katika njia ya imani ile ile, alipokuwa akija kuangalia watu ambavyo wanavyo na viwango vyao vya imani vilipo, akaja kugundua watu wengi hawamjui Mungu, watu wengi wanaenda kwa kupapasa papasa, watu wengi wanaenda kwa kudhania dhania, watu wanaenda kwa wasiwasi, watu wanaenda bila mambo yote, ikabidi sasa ikabidi sasa ataandae and ishara za kuonyesha udhihirisho wa Mungu kwamba Mungu yupo, kwa kuonyesha maajabu, matendo makuu na vitu vikuu kwamba Mungu yupo. Ndiyo maana ya kuponya vipofu, ndiyo maana ya kuponya viwete, ndiyo maana ya kuponya viziwi, ndiyo maana ya kuponya walemavu, wakoma kutakasa, ndiyo kusudi la kupooza wagonjwa, ndiyo kusudi la kutoa pepo ili watu waamini Pendwa katika Bwana, katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, mlango wa kumi mstari wa kumi anasema mwivi haji ila aibe kuchinja na kuharibu, anasema bali mimi nilikuja ili niwape uzima tena mwenao tele. Wapendwa katika Bwana, hapo ukianzia juu alikuwa anaelezea namna gani yeye yeye ni mchungaji mwema, anaelezea jinsi gani kusudi la kuja kwake lilikuwa ni kwa nini. Kwa hivyo alikuja ili kutoa uzima tena, ule uzima tele ili tuwe nao kisha tuwe nao ule uzima tele. Ndiyo kusudi kubwa la Mungu, hivyo ikabidi afanye vitu ambavyo vitaweza kutu, kututoa kwenye hali hii ambayo tunajisikia ya sasa, uzima wa sasa, lakini tukaupate ule uzima ambao una utele. Hilo ndilo liliokuwa kusudi kubwa la Mungu, mpendwa katika Bwana ukienda kuangalia namna gani ambavyo watu walikuwa wakiponywa wakitakaswa wa wakoma wakifanya wakiondolewa pepo wakifanya vitu hata kwenye maisha yetu ya vitu vingi sana, kwa sababu ya ishara na mambo mengi, watu wengi sana huwa wanaamini na akatupatia nasi pia ishara za namna hiyo hiyo. Ukitoma, ukisoma katika kitabu cha Marko kumi na sita utaona pale, anafundisha anasema, ishara hizi zitaambatana nao waaminio kwa jina langu watatoa pepo, watakula vitu vya kufisha wala vita wadhuru, watakula watashika nyoka, watafanya mambo makuu sana, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mpendwa katika Bwana, ukisoma kitabu cha Yohana kumi mstari wa thelathini na nane anasema Yesu Kristo kwamba ijapokuwa hamniamini mimi, basi ziaminini kazi zile ninazozitenda ili mjue na kufahamu ya kwamba Baba yu ndani yangu. Wapendwa katika Bwana, ili mjue kwamba Mungu yupo sasa. Mungu yupo, na si Mungu akupapasa papasa, bali mwenye ishara na ajabu na nguvu nyingi, ili mweze kufahamu huyo Mungu, ili mweze kumjua huyo Mungu. Kama hamniamini mimi, basi acheni msiniamini kwa namna ambavyo ninavyoonekana, kwa namna ambavyo nipo, aminini hizi kazi, aminini hizi ishara, aminini hizi ajabu, aminini utukufu, aminini haya mambo yote yanayoendelea hapa. Basi hilo ndilo dhumuni la Yesu Kristo kuja duniani, watu waokolewe. Hivyo watu wataokolewa kwa njia gani? Akaona watu wako chini sana, watu wako lo sana, watu wana papasa, papasa, watu wanadhanidhani wana kwamba uungu ni kitu fulani, wanachongachonga chonga vitu, wanatafuta tafuta namna za kufanya, hawana kweli, hawana nuru. Ikabidi awatafutie ishara, awafanyie ishara, aseme nao wengine kwa mifano, awafanyie utukufu ili wafunguliwe, ili waone ili waweze kufahamu kwamba uungu ni namna gani, then ndipo wakaamini, wapendwa katika Bwana. Kwa, kwa hiyo tunaelekea kwa nini sasa azifanye kazi, kwa nini sasa azifanye kazi, kwanini Yesu Kristo waponye watu, kwa nini Yesu Kristo atawali, atakase wagonjwa, kwa nini sisi tutakase wagonjwa, kwa nini tu, tuweke mikono juu ya wagonjwa wapate afya, kwa nini tufanye ajabu na ishara, kwa nini Yesu Kristo alifanya ajabu na ishara zote hizi, wapendwa katika Bwana, ili kuishuhudia ile imani, ndiyo kusudi lilikuwepo katika kufanya zile kazi ili kuishuhudia ile imani kwamba imetoka kwa Mungu, kwa wasioamini wa wapate kuamini, kwa wenye mashaka waondoe mashaka, kwa wenye wasiwasi waondoe wasiwasi, kwa wenye hofu wanaodhani dhani kwamba uungu ni vitu fulani, uungu ni fedha, uungu ni miti, uungu ni, ni jambo ni muda, uungu ni wakati, uungu ni sehemu, uungu ni mali. Akaoja kuwatoa huko, akafanya hizo ishara ili waweze kushuhudia, waweze kuamini kwamba uungu ni nguvu katika kutenda mambo makuu sana. Ungu ni mambo ambayo haya ni, ni, ni zaidi ya jambo ambalo tunaloliwaza katika maisha yetu haya, ni utukufu zaidi ya utukufu, ni nguvu zaidi ya nguvu, na kusudi kubwa likiwa ni watu kuokolewa, ikabidi azifanye zile kazi wapendwa katika Bwana, kuishuhudia tu ile imani, ndilo lililokuwa kusudi kusudi kusudi kubwa la Mungu, watu waamini, watu waondoke kwenye gidha, watu waende mbinguni, watu waurisi uzima wa milele, watu waokolewe. Ndilo lililokuwa kusudi la kuishuhudia la kuishuhudia, kusudi la kufanya zile kazi zote ambazo Yesu Kristo alifanya na ishara na ajabu zote. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya ishirini ule mstari wa ishirini na sita soma mm. mpaka wa ishirini na tisa pale, utaona kuna jambo moja lilitokea wakati wanafunzi wa mm. wamekaa wamefunga na milango yao wamefunga na milango yao, Yesu akatokea aka, na Tomaso alikuwepo mahali mule. Aka, Yesu akamwambia amani iwe kwenu, akamwambia Tomaso lete mkono wako wapo, kwa sababu Tomaso hapo alikuwa amebisha kwamba Yesu hajafufuka, Yesu hajafufuka mpaka aone kwa macho yake. Akamwambia lete mkono wako weka kwenye ubavu yangu, tazama mikono yangu ni mimi hapa mwenyewe, ishara ni misumari kwamba imepita, gusa mkuki ubavuni kwangu, ni mimi mwenyewe. Yesu Tomaso alipogusa akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Akaogopa Tomaso, akaogopa Tomaso na kukiri na kusadiki kwamba Mungu yupo, kwamba Mungu ni yeye, kwamba Mungu ame, amet, ametukuzwa, kwamba Mungu yupo ndani Tomaso alivyoona jambo hilo akashtuka, akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Wapendwa katika Bwana Yesu Kristo, alimjibu nini Yesu Kristo? Akamwambia hivi, umeona Tomaso ndipo ukasadiki? Akasema hivi heli mtu yule asiyeona alafu akasadiki. Wapendwa katika Bwana, amebarikiwa mtu asiyeona alafu akasadiki, kwa sababu huyo ndiyo mwenye imani. Wapendwa katika Bwana, kuona Kikishaona kitu hakuna tena imani hapa. Kwa hivyo ili uonekane una imani inatakiwa usione, ila uwe na uhakika kwamba Mungu yupo. Kwa hivyo hata kama isingekuwa kwa kufungua ishara kwa kufanya usingekuwa kwa ishara kuponya wagonjwa, kwa namna yoyote ile, watu walioamini katika jambo hili wamesema wa watu hao wamebarikiwa, wa watu hao wana wana, wana, wana wana imani kubwa sana. Watu hao wanamjua Mungu kwa namna ya ajabu, wasiotegemea magonjwa, wasiotegemea magonjwa kuponywa ndipo waamini, wasiotegemea pepo kufunguliwa ndipo waamini, wasiotegemea eh, ukoma kutakaswa ndio waamini, wasiotegemea vitu ishara na, na mambo mengine kutokea ndipo amini, bali wanaamini katika tendo kula imani ambalo imani katika Waebrania kumi na moja mstari wa kwanza anasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hivyo unakuwa una hakika kwamba Mungu yupo katika jambo hili, ndio maana anasema Yesu, anaheri mtu yule asiyeona alafu akaamini, maana yake amebarikiwa mtu asiyeona kwa sababu ndio anayefanya imani, ndio anayetimiza maana ya imani alafu akaamini. Kwa kinyume chake ni hicho hicho, amelaaniwa mtu yule ambaye anasubiri aone ndipo aamini. Wapendwa katika mwana, utakuwa umechelewa kama unasubiri uone ndipo uamini, utakuwa unachelewa. Kwa kusudi la Yesu, baada ya kuona dunia nzima ipo katika upofu, kuona dunia nzima alif, ipo katika hali ya udhaifu na nini, ikabidi aanze kufanya ishara na maajabu ili aweze kuwaone, ili aweze kuwavuta watu wakaamini kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo kuna watu wengine waliamini kwamba Mungu yupo bila ishara na maajabu, bali wakasadiki. Hao watu walikuwa wakimjua Mungu sawasawa, wapendwa katika Bwana. Na hii inatupeleka kwenye jambo letu la tatu, utukufu katika kufanya kazi katika kuponya wagonjwa katika kutakasa wakoma katika kuondoa, katika kufanya viwete watembee katika mabubu kusema katika kufanya zile kazi zote. Yesu Kristo alikuwa akiyafanya hayo mambo yote katika utukufu wa Mungu. Wapendwa katika Bwana nataka tufahamu mambo haya mambo yote haya yalikuwa yakifanyika kwa ajili ya jina la Mungu liweze kutukuzwa ili imani iweze kutokea kwa watu ili watu wakitazama zile kazi waweze kuamini ambao wapo katika hali ya kutazama kazi waweze kuamini. Mpendwa katika Bwana, ukitazama ni mambo mengi, kwa mfano kifo, katika kifo cha Lazaro. Ukisoma katika ile Yohana kumi na moja utaona pale kifo cha Lazaro, Lazaro wakati anakufa ule ugonjwa alipoenda kumwambia rafiki yako lazaro ni mgonjwa, anaumwa Yesu akamwambia ugonjwa huu si wa mauti, bali Mungu atukuzwe. Na baada ya Lazaro kufa siku ya nne, Yesu alipoenda kumfufua, tunaona utukufu wa Mungu ulionekana, watu wakaamini kwa kupitia ishara hizo, wakasema hujawahi kutokea ishara kama hii katika Israeli yote, ajabu ambayo imetokea namna hii, utukufu wa Mungu ukaonekana. Lakini pia tunamkumbuka yule pia mtu kipofu katika kitabu cha Yohana tisa ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili yule mtu ambaye alikuwa alikuwa ni kipofu kutoka tumboni kwa mama yake, watu wakamuuliza, wanafunzi wake wakamuuliza, Bwana, ni upi aliyetenda dhambi kati ya huyu au wazazi wake? Akasema, hapana. Haugia kutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi, bali Mungu aweze kudhihirishwa, bali Mungu aweze kufunuliwa, ili watu waamini. Kwa sababu ni kwa ajili ya wakati huu, ili jambo lilitunzwa kwa ajili ya wakati huu ili watu waweze kuamini na kurejea kwa Mungu. Wapendwa katika Bwana, hivyo katika kufanya mambo yote haya, katika ishara na kazi zote zilizofanyika ili Mungu atukuzwe wa watu waamini kupitia ule utukufu. Mungu akishaonekana, wa basi watu ndipo watakapo kuja kumwamini Mungu mule kwamba Mungu yupo mahali hapo. Imani katika kuzitenda kazi, katika kufungua vipofu, katika kufanya viwete watembee, katika kufanya mabubu waseme, katika kufanya viziwi wasikie, katika kutoa pepo, imani ilikuwa ni nini, wapendwa katika Bwana? Imani ya Yesu Kristo katika kuzifanya zile kazi, alikuwa akiamini kwamba hizi kazi zote nikizifanya, jina la Mungu likitukuzwa, imani ya watu hawa itajengwa. Hiyo ndio lilikuwa kwa kusudi katika kuzifanya zile kazi zote, kwa sababu ya upofu wetu, kwa sababu ya udhaifu wetu, kwa sababu ya mambo mengi sana, ndiyo maana zile kazi zikafanyikwa. Lakini isinge kuwa udhaifu wetu, isinge kuwa unyonge wetu isingekuwa hali ya, ya, ya udhaifu kabisa wetu, isingekuwa hata ishara bali, watu wote, angekuja angesema tu niaminini mimi na watu tukaaminini, bali zikafanyika ishara na ajabu, zikafanyika hizi kazi zote ili watu waweze kuamini. Sasa na sisi tukiwa kama Wakristo, tukiwa kama Wakristo, tunajifunza jambo gani mahali hapa? Jambo tunalojifunza ni hili: si katika kwenda katika kudhania dhania, si kwenda katika kuokoa na hofu hofu, na mashaka na uoga na mambo mengine, bali kufanya mambo yote katika kweli, maana imani ilikuwa ni kuishuhudia kweli, ni kufanya watu wote twende katika uhakika, kufanya watu wote twende katika utukufu, kujua kabisa kwamba Mungu yupo katika kufanya haya mambo yote. Hivyo Yesu Kristo alikuwa akiyafanya yale mambo bila wasiwasi, bila kudhania, bila hofu bila mashaka. Kwa nini naongea jambo hili katika imani na kuzifanya zile kazi? Wapendwa katika Bwana, sasa hivi wakristo wengi sana, ukiwa ni ugonjwa umetoka katika giza, umetoka katika mashetani, mtu amerogwa au ni ugonjwa wa kawaida ambao umetokea tu, kama tulivyoona yule mtu ambaye alikuwa ni kipofu toka kuzaliwa kwa mama yake, Yesu akamwambia aende kujioka, alipompaka tope machoni, aende kujiosha katika birika la Siloamu. Yule mtu alikuwa na ugonjwa ambao si wa dhambi. Kuna wengine anaugonjwa si wa dhambi hivyo si katika uoga ya kupasa uende kuponya watu, bali katika imani, ukiamini katika kila jambo unalolifanya, ili Mungu ajitukuze, ili Mungu atukuzwe. Mungu akitukuzwa, maanake imani ijengwe. Hivyo usiwe na hofu katika kuponya watu, usiwe na hofu katika kutazama ugonjwa, kuuzani kila ugonjwa umetokana na dhambi, kila ugonjwa umetokana na kulogwa, kila ugonjwa umetokana na nai. ila katika kila ugonjwa ulio nama onevu kwa mwanadamu ya kupasa. Katika kila jambo, kuomba katika imani ile ile ya utukufu, kama Yesu alivyokuwa akifanya kwa watu ambao wame wamevamiwa na pepo na watu ambao wamezaliwa hivyo, ili Mungu aweze kutukuzwa, ili imani ijengwe, ili imani yako iweze kuthibitika unachokifanya. Kama unaenda kumwombea mtu, kaombe katika utukufu ule ule, wala si katika mashaka, wala si katika mawasiwasi, kuuzania kama haujui, bali omba kama mtu mwenye maarifa maarifa yenyewe ni haya kwamba Mungu atukuzwe, kwamba ukiomba katika mfumo huo, kwamba Mungu atukuzwe. Mpendwa katika Bwana, ukiwa ni ugonjwa wote, ikiwa ni hali yote ambao unajua au hauijui, lakini unachojua ni kwamba Mungu atukuzwe. Amelogwa, hajalogwa, amedhaliwa nao au ame, ame, ame, amefanyiziwa au amefanyiwa uchawi Haijarishi, bali ukisimama na imani hii Mungu atukuzwe mule hiyo imani yako itathibitika, yule mtu atakwenda kufunguliwa. Ndiyo jambo kuu ambalo Kristo Yesu alikuwa ameliandaa katika umfumo mfumo wa kuweza kufanya kazi, wa kuweza kufanya kazi, akatuachia na hizo ishara sisi, ili nasi tuzifanye kazi kwa namna hiyo hiyo, bila kuwa na wasiwasi, bila kuwa na, wasi, na mashaka, bali katika utukufu wa Mungu, maana ndipo palipo maarifa ya imani hapo, Mungu aweze kutukuzwa. Mungu akitukuzwa akiwepo, maanake Mungu mali yapo, imani itajengwa, imani itaongezeka katika utukufu na nguvu. Amen. Onyo la Yesu Kristo kwa wanaotafuta miujiza, onyo kwa Yesu Kristo kwa wanaotafuta ishara, kwa wanaotafuta ule uponyaji, kwa wanaotafuta hayo mambo, anaonya Yesu Kristo, wapendwa katika Bwana. Mathayo 12 mstari wa 38 mpaka wa thelathini na tisa, waandishi na mafarisayo walimwendea Yesu wakamwambia, tuonyeshe ishara itokayo kwako. Yesu Kristo akawajibu akawambia, enyi kizazi kibaya na cha zinaa kinachotafuta ishara, akawambia hamtapewa ishara yoyote ile, hamtapewa ishara yoyote bali ishara ya Yona, ishara ya Yona akiwa namaanisha nini? Akiwa namaanisha kuwa bari ya kufa kwake na kufufa, na kufufuka kwake Ndipo ambapo mtakuwa na imani tu hapo, kama msipokuwa na imani hapo, basi mmekwisha. Na hilo ndilo jambo pekee mpendwa, katika Bwana, katika imani ya mkristo yoyote. Mpendwa, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo maana ya kumwanadamu kuokolewa. Anasema hivi katika Warumi kumi mstari wa tisa na wa kumi, anasema hivi, kimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu utaokoka kwa maana mtu hukili hata kupata wokovu. Wapendwa katika Bwana, hiyo ndio alipo imani pekee ilipo hapo. Akawambia hamtapewa ishara yote, bali ishara ya Yona kukaa tumboni mwa samaki siku tatu, kwamba atakaa katika, katika, katika kaburi siku tatu, baada yake atafufuliwa tena, na hapo ndipo itakuwepo hiyo ishara ya mwisho kwao. Wasipoamini hivyo mpendwa katika Bwana, hapo watakuwa mmeangamia katika jambo hilo, kama hamtaamini na hayo basi utukufu wa Mungu kama mtawaamini katika kwamba Mungu amejitukuza hata kwa namna hii, basi mtakuwa mmekatiliwa mbali mpendwa katika Bwana mm. nataka nikwambie wewe, ambaye upo katika imani au ambaye hauna imani, unaweza kufanya vitu kazi ya Mungu pasipo kuwepo hizo ishara, pasipo kuwepo hivyo vitu na imani yako ikathibitika. Basi mpendwa, nataka nimalize kwa kusema kama unatafuta ishara yoyote mpendwa katika Bwana hautapewa ishara, bali ishara ya mwisho itakuwa kuwepo ni kuona malaika wakiwa wanashuka na mwaliko mwema, na utakuwa umechelewa, na utakuwa umechelewa, na utakuwa umechelewa. Hivyo mwamini Yesu Kristo leo ili we Mungu aweze kukaa ndani yako, we ambaye hujamwamini Yesu Kristo, we ambaye ni mkristo ambaye unatangatanga, una unaenda huku na huku, hauelewi kwamba kama imani hii ni ya kweli au ni ya uongo. Mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie imani hii ni ya kweli, imani hii ni imani njema, imani hii ina taraja kubwa, imani hii ina nguvu na uweza mkubwa ambao uko mbele, ni ya ahadi ya milele huwa na uzima wa milele. Hakuna imani yenye utukufu kama hii kwa watu wote ambao wanamwendea Mungu. Wapendwa katika Bwana nataka nikwambie jambo la msingi la msingi la msingi sana. Usi, usitegemee viwete kupona, usitegemee mabubu kusema, usitegemee viziwi kusikia ndipo ukaamini utakuwa umechelewa. Kama unategemea ishara hizo utakuwa umechelewa. Wapendwa katika Bwana, kumbuka haya yote Yesu Kristo aliyafanya kwa kusudi wa watu waweze kuamini. Hivyo kama utaweza kuamini bila kutegemea haya mambo, wewe utakuwa umebarikiwa, wewe utakuwa umebarikiwa kama Yesu Kristo alivyomwambia Tomaso katika ile Yohana ishirini ule mstari wa ishirini na tisa kwamba heri wale watu wasioona alafu wakaamini, watu hao wamebarikiwa, naye utakuwa ni mmoja ambayo umebarikiwa. Basi mpendwa, katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.